Real Madrid wamekuwa wakiitwa king of comebacks kwenye michuano ya Champions League hasa kwenye uwanja wa Santiago Bernabeu. Ukiwa kwenye uwanja wa Santiago Bernabeu, neno comeback huwa linakuwa kwenye lipsi za kila shabiki wa mpira wa miguu. Hayo ni maneno ya Cristiano Ronaldo aliyowahi kuyasema siku za nyuma. Leo hii Real Madrid wanaikaribisha Arsenal katika uwanja wao wa nyumbani wa Santiago Bernabeu baada ya wiki iliyopita Arsenal kuifunga Real Madrid magoli matatu kwa bila katika uwanja wa Emirates. Kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, yaani UEFA Champions League, Real Madrid hajawahi kuifunga Arsenal hata goli moja. Kwa hiyo leo hii wanatazamiwa kufanya comebacks ili waweze kutetea kombe lao la UEFA Champions League. Tunakuletea comebacks tano ambazo Real Madrid aliwahi kuzifanya katika michuano hii ya UEFA Champions League. Mwaka 2016 katika hatua ya robo fainali Real Madrid alifanikiwa kuifunga Wolfsburg magoli matatu kwa bila. Kwenye mchezo wa kwanza Real Madrid alifungwa magoli mawili kwa bila Ujerumani na Wolfsburg, lakini uh, walipokuja katika uwanja wa Santiago Bernabeu Real Madrid alifanikiwa kushinda magoli matatu kwa bila ambapo tulishuhudia mshambuliaji wa Real Madrid Cristiano Ronaldo akifunga hat-trick katika mchezo huo mwaka 2024. Katika hatua ya nusu fainali Real Madrid alifanikiwa kuishinda Bayern Munich magoli mawili kwa moja katika uwanja wa Santiago Bernabeu. Mechi ya kwanza iliyochezwa katika uwanja wa Allianz Arena, Bayern Munich alifanikiwa kutoka sare ya magoli mawili kwa mawili dhidi ya Real Madrid, lakini walipokuja Santiago Bernabeu alifungwa magoli mawili kwa moja. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili katika round of 16 round ya kumi na sita bora Real Madrid alifanikiwa kuifunga PSG magoli matatu kwa moja katika uwanja wa Santiago Bernabeu. PSG walikuwa na nyota kama Lionel Messi, Neymar Jr pamoja na Kylian Mbappe, lakini hawakuweza kuzuia kichapo cha goli tatu kwa moja katika uwanja wa Santiago Bernabeu. Katika mechi ya kwanza Real Madrid alifungwa goli moja kwa bila na PSG mwaka huo huo mwaka 2022. Katika hatua ya nusu fainali Real Madrid alifanikiwa kuifunga Manchester City bora magoli matatu kwa moja katika mechi ya mkondo wa kwanza ya nusu fainali iliyochezwa katika uwanja wa Etihad. Manchester City aliifunga Real Madrid magoli manne kwa matatu lakini katika uwanja wa Santiago Bernabeu Real Madrid walifanikiwa kufanya comeback ya kufunga magoli matatu kwa moja dhidi ya Manchester City. Comeback nyingine ambayo Real Madrid wanaikumbuka ni fainali ya UEFA Champions League ya mwaka elfu mbili na kumi na nne dhidi ya mahasimu wao wakuu Atletico Madrid. Atletico Madrid walikuwa wanaongoza goli moja kwa bila mpaka dakika za mwishoni, dakika za nyongeza, ambapo Sergio Ramos alifanikiwa kusawazisha na kuifanya mechi iwe moja kwa moja, na mechi ikaenda katika extra time ambapo Real Madrid walifanikiwa kufunga